Aprili saba mwaka 1972, visiwa viwili vya Unguja na Pemba pamoja na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huzuni kubwa ilitanda kutokana na kuuawa kwa kupigwa risasi rais wa kwanza wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Hayati Sheikh Abeid Amani Karume. Mzee Karume wakati anauawa alikuwa na cheo kingine kikubwa, ndiye aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya rais wa Tanzania Hayati Mwalimu Julius Nyerere. Luteni wa jeshi Humudi Muhamed Humud ndiye aliyeingia katika ofisi za makao makuu ya ASP zilizoko Kisiwandui, kisiwani Unguja, kutimiza nia yake ovu iliyokatisha ghafla maisha ya kiongozi mpendwa wa Zanzibar. Haijafahamika hadi leo ni kwa nini mwanajeshi huyo katili aliweza kutenda shambulio hilo ambalo liliacha majonzi makubwa katika jamii ya Watanzania na Wazanzibari japo kuna tetesi kwamba alilipiza kisasi kutokana na kuuliwa kwa baba yake. Kabla hajatoka ndani ya geti la makao makuu ya ASP, mwanajeshi huyo alipigwa risasi na aliyekuwa dereva wa mzee Karume, Hija Hassan Hija, ambaye alikuwepo wakati tukio lenyewe linatokea, akafungua mlango. Baada ya kufungua mlango na mashine gani tayari gaga, gaga, na huku na sisi tushakavwa tayari mashine gani gaga, gaga. Sasa hapo tukatizama sisi to. Mimi kwa bahati nzuri pali, kuruka hizo zi, zinagonga rasi pale zinakuja risasi, Mungu akaujalia tukaanguka upande pana mnazi ule kwa kitamdi, mimi na mwenzangu tukaenda tukazika vichwa vyetu, mashine zinafanya kazi zinalia na ndani zinalia. Sasa kule ndani badali ile mashine gani ndani kupigwa mzee, sasa Jabali wa mzee Karume alisimama ka ali ye nafanya nini nye. Kumbe vile anampa taketi zaidi. Sasa mi nataka kujibu mashambulizi, ule mwenzangu akanavia, bado tulizana, sijibu tutakufa tuta, bado nkalala nkamsikiliza ule mwenzangu, lakini akili yangu yote haipo, naona uchungu mkubwa kwelikweli. Nkatoka hapo nkanikinda zangu kule baada ya kuwaile gari kuondoka, katu pale pale kuona imeondoka tu, humudi bado yupo pale, nienam, nikamnyatia vo abababa, ngenda mbio nikampiga risasi bau, akalala i kwa gari ya ulinzi ile ya security ile. Nikaingia, nikawasha simu, nikawarifu kwamba mpaka sasa makao makuu kumetokea kadha kadha kadha kadha, mpaka sasa viongozi wote wamelala ndani sijui kama wahai au wamekufa, na mimi hali yangu hii, niko njiani na kuja nafukuzia Ikulu. Muuaji huyo alifika Kisiwandui kwa dhamira kuu ya kukatisha maisha ya mzee Karume, jambo ambalo linatajwa kuwa limerudisha nyuma Zanzibar katika harakati zake za maendeleo na kiuchumi kwa miaka ishirini. Wakati yote hayo yakiwa yanajiri, mke wa hayati Karume, Bi Fatuma Karume, anasema sekeseke seke hilo lilitukia wakati yeye akitoka shambani. Sasa siku ile, sasa nimerudi shamba nikakuta watu njiani, ah. Kwanza kakuta na gari Volkswagen mpaka leo rangi yake ya maziwa katopita fya, Volkswagen zizi zamani, ah, mbona Volkswagen inakwenda huku mbio. Mbele yangu kuna kijana wa, wa, wa, wa usalama. Kamuza wewe, yale mbona tuna watu wanakwenda mbio hivi? Saa sijui. Sipo na watu wanakimbia. Mpaka tukafika saa 10 hapa hapa duka, maduka sasa hivi wanaita pinda mgongo hapa. Atule watu ni bado hajafungula maduka pale. Watu wengi wanakwenda huko. Taruki sasa. Kausa kuna nini? Tukafika darajani pale mimi nika kuna mtu tukamta. Kuna nini? Akaniambia ah, akan makao makuu huko kuna risasi. Mingabe ile mtu wa usalama, ngabe sikiliza. Haa askari usafanya mute ni hapo. Wewe usende njia ya darajani. Tukatisha hapa hapa turudi. Tunarudi nyumbani tuna hmm. kuna nini? kuna nini? kuna nini? kwa nimekataa. Basi mchisha tulia, akaja ndugu yangu mwanamume alikuwa akifanya kazi immigration, akanya dada, eh, kumepita bunduki huko, lakini gari ya mzee nimeiona, yeye mwenyewe haimo ndani ya gari. Akambia ah, midhali kuna bunduki huko hawezi kumtia kwenye gari hiyo, lazima atamtia kwenye gari nyingine. Basi kuna shemegi yangu mwa ndugu yangu kaja kanaambia, eh, rudi huko lakini kuna tatizo na mzee, sijui yu yuko wapi hivyo. Eh, kapiga simu watoto wake walikuwa Mbweni kwao Amani, huku nimesikia kuna hili na hili niye, mnajua lolote baba yenu yuko wapi? Wao hakutaka kunambia haraka, wakanambia wewe tulia, sisi tunajua baba yuko wapi. Sasa pale asa ka pale nyumbani ni mimi hiyo gari ya mzee maonekana haina mtu. Hawa hawawezi kumtia gari ile ile, madhali kuna ghasia hizo, watamtia gari nyingine huyo pale. Ah, kimya kumficha kimya, nikakamata simu, kampiga simu Kisasi, marehemu akapokea mke wake na mama, shikamoo maraba akisasi, nikamwambia mzee Kisasi yupo. Kanambia katoka kenda uko alikopigwa mzee, kenda hospitali mzee akapigwa, sijui kama kafu. Nikaona kapigwa, pengine kaumia, ushazunguka jamii, jamii tena, watu usende ngapi? Hapana, kaingia ndani, kaambia nipe ni buibui. Nikachukua buibui, nikavaa, nikafunga kizoro, nikesha ngapi anifati ru mpaka tukaingia studio, ingia hospitali baba mapinduzi. Tunaingia pale, askari ushajipanga mstari kutoka kule mpaka huku, kuna ruhusa mtu kuingia pale ndani. Sasa mimi naingia pale, na wale kijana wakanizuia, jeshi wakazuia. Sasa mimi na mwanangu mmoja nilimlea anaitwa Haji Mrisho, alikuwa kwenye jeshi, baadaye alikuwa ako pale pale katika wale waliosimama, hmm, naye akawa mmoja, akaniona akawambia wenzi, akaambia mama, huyo mpisheni. Wote wakaweka silaha chini, wakanipisha. yuko wapi huyu bwana? Nikambwa yuko chumba kile, kuna mtu kaniambia chumba kile. Nikaenda kwenda pale, nikakuta mtu kesha kufa, kalazwa kwenye strecha pale chini pale, se yuko huko ndani nnkafungua mlango tena, mzee ndo kisha kufa, akishafunikwa. Kamfungua bwana kazi hapo haikuwezekana kutoka, akatoka. Akatoka bwana mmoja na vile vile marehemu, akamwendea mwanamke mmoja anaitwa Biasia Amuri, yeye alikuwa ni metroni pale hospitali. Akaenda akamwambia, akamwambia Mama Fatuma kaingia kule ndani lakini hivyo anavyofanya haijuzu kwa sababu anavyomkumbatia ya mzee yani. Tufanyeje sasa? Sisi tunaogopa kuingia pale. Yule biasi akasema hata mimi kwenda siwe, lakini tumwite daktari. Daktari akaeleza kwamba mzee kishakufa, lakini mama yuko kule hataki kutoka. Daktari akamwambia mwacheni. Daktari akamwambia mwacheni. Afanye anavyotaka. Msimuondoe. Ataondoka mwenyewe. Kagara gara, gara sijui ndicho kifanya sijui. Sasa watoto wangu huku wakachukuliwa na wao na wao, waliwapitia jeshi wale tinamesha kubali kutoka nje, lakini nimekaa pale sishikiki. Akaja huyo Amani kaniambia, sikiliza. Kaniambia, unaniona mimi kama nakuona? Nijua kama nakujua? si ndo Amani? Basi sikiliza maneno maili nitakwambia. Mtu wa busara sana yule kijana. Akaniambia, huyu mzee katengenezewa mauti, naishamfika hatuwezi kubadilika, nyamaza, twenzetu. Silisahau hilo neno. Hakika kilikuwa kifo kilichokatisha ndoto nyingi za mzee Karume katika kuifanya Zanzibar kuwa na maendeleo aliyowahi kuyaona katika nchi nyingi alizowahi kufika wakati akiwa baharia. Kwa muda wa miaka minne ya utawala wake, Zanzibar ilipanda chati na kuyavuka maendeleo ya karne mbili yaliyoletwa na utawala wa kisultani katika visiwa vya Zanzibar. Taarifa za msiba wa mzee Karume zilitingisha Afrika mashariki nzima. Vilio vilihanikiza kwa watu wote, wake kwa waume na watoto katika maeneo ya mijini na vijijini Kiongozi kipenzi cha watu wote ambaye anatajwa hakuwa mbaguzi, alikuwa kiungo kikuu katika jamii. Ndiye kiongozi anayetajwa kuwa kama si yeye, pengine muungano wa Tanganyika na Zanzibar usingekuwepo. Ni Rais Karume aliyemwambia Mwalimu Nyerere muungano ufanyike haraka, tena akamwomba Nyerere awe rais wa kwanza katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katu haiwezekani kuzungumzia amani umoja na mshikamano wa miaka sitini na moja ya muungano bila kutambua mchango mkubwa uliotolewa na hayati mzee Karume aliyekuwa kinara wa kuunda taifa jipya la Tanzania. Wazanzibari na Watanzania wanaamini kuwa kilichokufa ni mwili wa mzee Karume, lakini fikra, maono na mtazamo wake kwa yale yote mema aliyoyaanzisha yataendelea kuenziwa na kutekelezwa kwa vitendo.